Wakati mwingine unaitwa kwa mazingira na mahali ambapo wewe usingetamani uwe, ila Mungu ndo anakuita kwa, kunahitaji imani kwenda na kunahitaji imani kutembea kwenye wito. Jeremia anagoma sema, unanituma kwa watu wenye nini, shingo ngumu. Jeremia alitamani watu fulani wanaosema ndio, asante, ndio akaitwa huko. Kwa hiyo wito unahitaji unyenyekevu na imani. Bwana asifiwe sana. Maana yake unyenyekevu uwe tu unaitika kwa Mungu, kwa Bwana wa wito wako kwamba ndiyo Bwana, kuna hili, ndiyo Bwana. Jamani, Yesu asifiwe. Mambo hayo sita niliyokuambia na kuzungumza ni ya muhimu, uyashike na uyahifadhi. Wako wengi walioitwa ningezungumza wametembea kwa imani na unyenyekevu. Msa tukianza na Ibrahimu mwenyewe ameitwa kutoka kwenye nyumba nani? Baba. Ule ni uito, akatoka. Mwanzo 12 mstari wa kwanza unaweza ukajisomea. Musa, Kutoka tatu, anaitwa ambako kule ndo alikoswakoswa na hatari juu ya nafsi yake, anaitwa huko huko. Gideon anaitwa Waamuzi 6:15 anaitwa ikiwa kuna vita huko nje kama nchi fulani ya jirani hapo, tunaijua, mabomu yanapiga huko nje, yuko chini na nini, mwa amejificha kule, anapeta nini, malaika anamwambia ewe shujaa. Bwana anamwita kwa ajili ya utumishi, alikuwa na maswali mengi, hana utofauti tofauti, tuna Musa lakini akaenda. Samson Waamuzi 16:28. Anaitwa Daudi, anaitwa Samuel 17:45 na 46. Isaya naye anaitwa Isaya 6, mstari wa 5 mpaka wa 8. Yeremia si aliitwa Yeremia moja ngapi? Paulo tunaona anaitwa na tuliona kabisa kwenye Wakorinto wa kwanza moja moja, Walumi moja moja, pia tuliona. Bwana asifiwe sana. Ameitwa. Kwa hiyo ni muhimu kutambua wito wako, na ukishatambua wito wako ni muhimu kujua kwa majukumu nayopewa, umepewa nguvu ya kuyakamilisha, umepewa uwezo, maarifa na ujuzi wa kuyakamilisha. Lakini pia Mungu anatupa majukumu kulingana na kiwango cha uwezo wetu. Bwana asifiwe sana. Anasema tazama, yule Bwana alivyokuwa anaenda kugawa talanta, alimpa kila mmoja kwa uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tujue, tunapotumika kwenye talanta kwa uaminifu Uwa unazalishwa uwezo zaidi ya ule wa kwanza, sio tena wa kubeba talanta mbili, ni wa kubeba talanta nne, ikiwa ulikuwa umepewa tano ni wa kubeba talanta kwa uwezo. Unazalishwa kwa kuwa mwaminifu kwenye ile nafasi ulioipata. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akirudi tena, akiwa anarudi tena anataka kupandisha watu na kuwapa majukumu mengine. Anaona uwezo wako sio tena wa talanta, ni kwamba aliyekuwa na talanta tano mpeni ziwe ngapi? Kumi. Ila ikiwa hautatumika unakuwa kama yule wa talanta moja. Hata uwezo ule wa kumiliki talanta moja unapotea, na ile talanta moja nayo inafanyaje? Inaondolewa. Bwana asifiwe. Kwa uwezo unazalishwa kwa sababu ya kuyabeba yale majukumu uliyopewa na Mungu. Kubeba ule wito uliyopewa na Mungu. Na hicho kinazalisha uwezo wa kubeba kitu zaidi ya kile ambacho Mungu amekukabidhi. Lakini ikiwa hautatumika sawa sawa, ukawa kama yule mtendakazi mvivu akafukia chini alizi akasema, ngoja bwana nimsubiri huyu huyu anapenda tu vurugu, anataka faida. Yani anataka kuvuna ambapo hajapanda. Yani huyu bwana haelewi kanuni za maisha. Akaficha ile talanta hapo, akaja akamkabidhi bwana, hebu chukua nani yako, tusisumbuane bwana <laughs> unajua kilichotokea? Mungu alivyotazama aliona uwezo wa kuibeba talanta moja, lakini aliamini akija huenda akawa ameongezeka uwezo, akampa mbili. Sasa ameshindwa hata kubeba ile moja apokoni. Kwa hiyo inabidi apokoye kwa sababu hata uwezo ndani yake ule wa kubeba talanta moja umepotea. Hujawahi gundua ukiwa wewe uimbi praise, ndo sauti inaendaga tu hivi? Ulikuwaga mwimbaji mzuri ukiimba ee, sauti inaenda mpaka wapi huko, lakini kadri ambavyo unajitenga unasema unasemamimi ah, sio mwana praise nini saizi, nimeolewa sitakiwi kuwa mwana praise mimi, nimeolewa sitakiwi, vile unavyojitahidi mimi nimeolewa.